Bwana awe nanyi. Somo la injili takatifu kama ilivyoandikwa na Marko. Utukufu kwako e Bwana. Yesu aliondoka Nazareti, akaenda zake hata mipaka ya Tiro na Sidoni. Akaingia katika nyumba, akataka isijulikane na mtu. Lakini hakuweza kusitirika ili mara, mwanamke ambaye binti yake yu na pepo mchafu alisikia habari zake, akaja, akamwangukia miguuni pake. Na yule mwanamke ni Myunani, kabila lake ni, ni Msirofoinike. Akamwomba amtoe pepo katika binti yake. Akamwambia, waache watoto washibe kwanza, maana si vizuri kukitoa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Na akajibu akamwambia, Naam Bwana, lakini hata mbwa walio chini ya meza hula makombo ya watoto. Akamwambia, kwa sababu ya neno hilo, enenda zako, pepo amemtoka binti yako. Akaenda zake nyumbani kwake, akamkuta yule kijana amelazwa kitandani na yule pepo amekwisha kumtoka. Hii ndiyo Injili ya Bwana. Sifa kwako, e eh Kristo. Wapendwa, katika simulizi ya injili ambayo tumemaliza kusikia sasa hivi, Yesu anaonekana kuwa mkali sana na maneno yake hayana huruma, lakini mama aliyekuwa na shida anabaki thabiti kwa lengo lake na anashikilia nia yake kwa nguvu, kwa unyenyekevu mkubwa, na kwa bidii ya ajabu, na juu ya yote hayo, kwa imani yenye nguvu na uvumilivu mpaka anapata alichokitaka. Ni mfano wa kuigwa, mfano wa uvumilivu na imani thabiti. Yesu anajaribu imani ya yule mama mgeni kwa lugha kali. Huyu mama akuwa Myahudi na Wayahudi walidharau makabila mengine. Huyu mama Myunani, baada ya kuitwa mbwa, ye ajakata tamaa, ajakata tamaa baada, anaendelea kuomba kwa imani kubwa, kwa nguvu na uvumilivu mpaka anapata alichokitaka. Yesu amejaribu imani ya huyu mama mgeni kwa lugha kali, tumesikia anasema, si vizuri kukitwaa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Lakini mama huyu anajibu kwa upole, hajakasirika, anajibu kwa upole na anasema, lakini hata vijibwa vilivyo chini ya meza hula mabaki ya watoto yanayodondoka. Wapendwa, tuombe kujaliwa imani thabiti na imani yenye fadhila ya subira. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.